Tuashe mwengi wa ulinzi wa jamii tuzime cheche za migogoro midogo inayoweza kuwa ni moto mkubwa katika taifa hili. Mweshimua Spika, sasa ninaomba bunge lako likubali kuidhinisha makadirio ya mapato na matumizi kwa mwaka 2026 ya e, jumla ya shiringi tilioni 11 bilioni 782 milioni 9422 milioni, kwa ajili ya ofisi ya rais TAMISEMI na taasisi zote zilizo chini, chini yake fungu namba hamsini na sita tume ya utumishi wa walimu fungu namba mbili na mafungu ishirini na sita ya mikoa yakijumuisha halmashauri 184. Mheshimiwa Spika ninaomba kutoa hoja.